wenu, Saidi kutoka See Forward Ministry. Leo wana See Forward Ministry, tumekuletea habari ambayo itakayoweza kukuokoa ama kukusaidia kwenye maisha yako na jamii pia iliyokuzunguka. Wana See Forward Leo tumekuletea habari itakayoweza kukusaidia ndani ya huu msimu tuliokuwa nao, kwa sababu ni habari inayoweza kukupa tahadhari na pia ukaepukana na vitu ambavyo ulikuwa huvitarajii vinaweza kusababisha kupoteza uhai wako. Wanasifu watu, tumekaa na kufanya uchunguzi, tukaangalia ni vitu gani vinavyotokea msimu huu, tukapata, tukaja na suluhisho kwamba kuna carbon monoxide inayotokea sana kipindi cha huu msimu wa barafu, kwa sababu ya watu kutaka kulikimbia baridi au barafu kali, kupata joto ili waweze kupata ahueni wakiwa ndani ya majumba yao, ilhali wamefunga mlango na madirisha nyumba nzima haina sehemu ya kupumulia na wapo ndani, so ni kitu ambacho kinaweza kuhatarisha maisha yako pasipo wewe kujua. Carbon monoxide ni nini? Carbon monoxide ni gesi ya sumu, ni gesi sumu ambayo itakaweza kuharibu mfumo wako wa ndani pasipo wewe kujua. Unapumua, unahisi kila kitu kiko sawa, lakini kabla, hu, kabla hujatarajia mambo yanaweza kutokea ishakuumiza na tunamuita mtu marehemu kashatotoka. Sitaki ukukute wewe ama na ndugu yako ama na rafiki yako. Tahadhari ni kitu kimoja cha kwanza. Uh, dalili ya haya mambo inawezekana upo nyumbani kwako na ukaona changamoto, changamoto ambayo itakayoweza kukusababishia uhisi kizunguzungu, uhisi unataka kutapika, uhisi viungo kuuma, ama uhisi ku yaani kuhisi kichefuchefu kichefuchefu, yaani unahisi kichefuchefu, kichwa kinaanza kuhisi kizunguzungu, unatamani unahisi kuanguka chini, na pia kupata shida ya kuhema vizuri. Ukiona changamoto kama hiyo na uko ndani ya nyumba yako, ujue tayari ushatawaliwa na carbon monoxide. Ni mbaya mno, inafaa uite 911. 911, uite ambulance ama ukimbie emergency room iliyokuwepo karibu nawe. Uh, hizi carbon monoxide inasababishwa na nini? Carbon monoxide inaweza ikasababishwa na vitu kama kuwasha e, na tuseme kuwasha jiko la gesi ndani ya nyumba yako. Umeona barafu imepiga sana, so unahisi bwana baridi ni kali, e, labda umeme umekatika, unakimbia kwenda kuwasha jiko lako la gesi, unawasha moto ili uweze kuota na kuotea moto na wanao ukahisi uko salama. Pale kutatoka carbon monoxide ambayo hutoweza kuihisi, lakini kadri mnavyozidi kukaa na mnavyozidi kuotea ule moto, ndivyo carbon monoxide inaweza ika take over, inaweza ikaimiliki lile eneo na mkaanza kuhisi tofauti, kwa sababu umefunga mlango, umefunga madirisha upo ndani ya nyumba yako, labda umeifanyia kwenye garaji ukahisi, hapa ni salama. Bado sio salama, uangalifu wa hali ya juu unahitajika. Aidha ufungue garaji kabisa, mweze kupata hewa safi, ama usitumikishe ukiwa ndani ya nyumba, kwa sababu unaweza ukahatarisha maisha yako. Ya pili, kutumia mkaa. Umeenda kununua mkaa Walmart ama umeenda kununua mkaa Walgreen, ukahisi joto la nyumbani haliko sawa, acha niwashe huu mkaa ili niweze kupata umoto moto. Kumbe unaweza ukahatarisha maisha yako, kwa sababu mkaa uko na carbon monoxide mbaya sana. Ikiweza kuanza kukutawala, unaweza ukainusa hisi kabisa ni harufu nzuri, unaipenda lakini inakuteketeza ndani kwa ndani. Kwa hiyo tuwe makini sana. Ya pili, tuna ya tatu, tunapata mafuta ya taa. Kuwasha mafuta ya taa ama jiko la mafuta ya taa kuhisi kwamba ni salama, unataka kutumia ili uweze kujilinda na ile baridi upate jotojoto, ukae vizuri, usilihisi lile baridi la nje. Unahisi uko sawa, unalitumia, unapata afadhali ya ujoto. Lakini je, mahali ulipokaa ni salama? Je, madirisha umeyafungua? Mlango upo wazi? Unaweza kujituliza I mean, unaweza kujisaidia endapo ikisha anza kukubana Inafaa ujiulize, kwa sababu hivi vyanzo vyote ni vyanzo vibaya na vinatengeneza gesi sumu itakayoweza kutoa uhai wako. Ingine ni majenereta. Kuna baadhi ya watu wakiwa nyumbani wananunua majenereta na kutaka kuwasha jenereta ili waweze kusukuma heat zao wapate joto. Sawa, umewasha jenereta. Je, umeliweka wapi lo? Jenereta labda lipo nje. Umeliweka jenereta nje, linawaka hapo ni sawa lakini, kama likiwa ndani jenereta, kawaida linatoa carbon na ile carbon ikiwa inaendelea kutoka, mkiwa ndani ya nyumba, utakuja kugundua wakati muda ushaisha na mshaanza kuathirika kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo, endapo unataka kuanza kutumia hivi vitu, angalia njia mbadala itakayoweza kukusaidia na uwe na amani mahala unapokaa. Chingine ni gari Usiwe una gari ndani ya nyumba, umeliweka kwenye garage, umefunga garage na unatamani uliwashe ili ulipashe kabla hujaenda kazini. Gari lina nguruma likiwa ndani, hutoona kunatoka moshi, unahisi uko salama, lakini ule moshi utaendelea kutoka na kutoka na kutoka. Kabla hujajua, ishakutawala na mambo yashaharibika. Kwa hiyo, kabla hujawasha gari, fungua garage yako, liwashie likiwa nje. Ujue kabisa uko salama. Gari ni kitu ambacho kinapatikana hapo ulimwenguni, lakini afya yako ama maisha yako, uhai wako, hauwezi kuupata tena ukisha kutoka. Umeondoka, unapata chance mara moja ndani ya ulimwengu. Kwa hiyo, tahadhari kabla ya hatari. En, tutajiepusha vipi na hivi na haya mambo kujiepusha? Ni kuhakikisha hivi vitu unavitumia vizuri mno na kuhakikisha kabla hujavitumia umetumia njia mbadala ya kukitoa nje kile kifaa, ili uweze kujisaidia na wewe kukomboa uhai wako kabla hujaanza kujiumiza ama kujitokoteza kwenye mambo ambayo yatakuletea athari kubwa, na baadaye ushindwe kuikimu Okay. Uh, chingine ni kwamba ni vizuri sana ndani ya nyumba yako uwe na carbon detector. Yaani kuna baadhi ya vitu vya smoke, kuna smoke detector, kuna carbon detector. Smoke detector ni kwamba inafaa uwe nacho kila nyumba, kusudi kama kuna moshi unaotawala nyumba, wewe hauoni kwenye macho haya ya nyama lakini moshi unaenda. Kuna kifaa kinacho detect, kile kifaa kinahisi, kwa hiyo kukiwa kuna moshi tayari anahisi, alafu kinatoa mlio wa kubii Hujue tayari nyumba yako imetawaliwa na gesi isiyokuwa sawa. Kwa hiyo ni mzuri zaidi tuwe nazo katika majumba yetu, ili tuweze kujiokoa na haya magonjwa ya hapa na pale, ama hivi vifo vya ghafla, kwa sababu kila mwaka Marekani inapoteza watu takriban maelfu na maelfu kwa sababu ya hii kaboni tunayoweza kuipuzia. Mtu anahisi ni salama kuweza kutumia hivi vifaa vya umoto ndani ya nyumba, kumbe analetea majanga familia. Kwa hiyo kabla huja halija kupata ujitahadhari, tunasema jitahadhari kabla ya hatari. Nawashukuru sana ndugu zanguni, nilitaka tu kuwapatia huu ujumbe mdogo kwa huu msimu tuliokuwa nayo, ili uweze kujisaidia wewe na familia yako na jamii iliyokuzunguka. Ukiupata huu ujumbe, jaribu kumfikishia na rafiki yako, ili uweze kuwatengenezea njia mbadala, sehemu salama, waweze kunusurika na hili janga la huu msimu tuliokuwa nao. Nawashukuru sana, nawatakia siku njema. Ni mimi tena mwalimu wenu Saidi kutoka sifu.